Matukio ya kuwawa kwa viongozi wa juu wa nchi duniani yamekuwa yakiongezeka kwa kasi katika miongo ya hivi karibuni, lakini hata kwa uchache wake bado yanatokea. Ripoti moja iliyochapishwa mwaka 1998 nchini Marekani iitwayo Military Medicine inaonyesha kati ya mwaka 1965 mpaka mwaka 1996 viongozi wakuu wa nchi 261 walifariki kati ya viongozi 144 waliofariki baada ya kutoka madarakani, asilimia 11 waliuawa. Matukio ya kuuawa kwa viongozi hao yanatokea duniani kote, lakini mara nyingi zaidi hutokea katika nchi za Mashariki ya Kati, Asia ya kusini na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ukiacha viongozi wengi huko nyuma kama John Kennedy wa Marekani, Park Chung-hee wa Korea Kusini, Francois Tombalibai wa Chad, Hafizullah Amin wa Afghanistan, Anwari Sadat wa Misri na Thomas Sankara wa Burkina Faso. Wafuatao ni baadhi tu ya viongozi hasa kutoka Afrika ambao waliuawa kwa kushambuliwa kwa risasi wakiwa madarakani. Namba moja ni Idris Debi. Debi ameiongoza Chadi kwa miaka 30 mpaka April mwaka 2021. Alipouawa wakati akiongoza majeshi ya majesha nchi hiyo kukabiliana na waasi waliokuwa nataka taka kumwondoa madarakani. Kifo chake kilitokea siku moja tu baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2021, akipata asilimia themanini ya kura zote katika uchaguzi huo wa Aprili 11 mwaka 2021. Debi aliingia madarakani kwa mapinduzi na kumfurusha aliyekuwa rais na mkubwa wake jeshini Hiseni Habri. Hata hivyo, uhusiano wao ulianza kuyumba mapema tu baada ya Habri kumtuhumu Debi kutaka kumpindua. Debi akatimkia Libya, baadaye Iraq, alipokusanya nguvu na kurudi nchini Chadi mwaka 1989 na kisha kumfurusha bosi wake. Hata hivyo, uwasi kwa miaka kenda na kenda unaitafuna Chadi, ambayo ni moja ya nchi maskini kabisa duniani, ambapo zaidi ya nusu ya watu wake milioni 15.8 wanaishi kwenye umaskini wa kutupwa. Kulikuwa na vikundi vya waasi vinavyoendesha mapigano ya kumwondoa madarakani Debi, ambavyo vilifanikiwa kumchapa risasi walipoukaribia mji wa Djamena na kumjeruhi kabla ya kupoteza maisha. Namba mbili ni Laurenti Dezil Kabila alikuwa rais wa tatu wa Diara Kongo, wakati huo inaitwa Zaire. Aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 1997 mpaka alipouawa Januari mwaka elfu mbili na moja. Baada ya kuingia madarakani kwa kumfurusha Mobutu Sese Seko, Kabila alibadilisha katiba na kurejesha jina la DRC na kulifuta jina la Zaire. Alipigwa risasi ofisini kwake Januari 16 mwaka 2001 na kisha kukimbizwa Zimbabwe kwa matibabu. Kifo chake kilitangazwa Januari 18, ingawa waziri wa afya wakati huo, Leonadi Mamba, aliyekuwa chumba cha pili cha ofisi wakati shambulio likitekelezwa, alieleza kwamba Kabila alifariki papo hapo wiki moja baadaye mwili wake ulirejeshwa DRC kwa ajili ya mazishi ya kitaifa, kabla ya mtoto wake Joseph Kabila kumrithi na kuwa rais wa nchi hiyo siku kumi tu tangu baba yake Kabila uawe. Zaidi ya watu 130 walihusishwa na njama za kifo chake akiwemo mmoja wa wapwa zake na kuhukumiwa adhabu mbalimbali. Namba tatu ni Joao Bernardo Vieira. Viera aliongoza Ginebisau kwa kipindi vitatu tofauti. Alianza mwaka elfu moja mia tisa themanini mpaka mwaka elfu moja mia tisa themanini na nne akaendelea kipindi cha pili mwaka elfu moja mia tisa themanini na nne mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa na kipindi cha tatu ilikuwa mwaka elfu mbili na tano mpaka mwaka elfu mbili na tisa Baada ya kuingia madarakani mwaka elfu moja mia tisa themanini. Viera aliongoza ginebisa ukwa miaka 19 na akashinda uchaguzi mkuu vya wa vyama vingi wa mwaka 1994. Hata hivyo, vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1998 hadi mwaka 1999 vilisitisha utawala wake na kutimkia ng'ambo. Akarejea kwenye siasa mwaka 2005 na kushinda uchaguzi wa urais hata hivyo miaka minne baadaye, yani Machi mbili mwaka elfu mbili na tisa akauawa na Aka na wanajeshi wake masaa machache baada ya kuuawa kwa mkuu wa majeshi jenereli Batista Tagme. Ripoti za kifo chake haziko wazi sana. Wapo wanaoamini kauawa kwa bomu na wengine kauawa kwa risasi na baadaye bomu. Hata hivyo, jeshi la nchi hiyo lilikana kuhusika na kuuawa kwake baada ya kuwepo kwa taarifa kwamba jeshi lililipiza kisasi baada ya baadhi ya wanajeshi kumtumu rais Vieira kuhusika kuuawa kwa jenerali wai. Wakati wa utawala wake, Vieira alijitambulisha kama zawadi ya Mungu, yani God's gift kwa nchi ya Guinea Bissau. Namba nne ni Samuel Doe. Samuel Kanyon Doe, mwanajeshi na nguli la vita Aliyeingia madarakani kwa mtutu wa bunduki akiwa na wanajeshi wenzake 17 tu na kuwa rais wa miaka 10 kati ya mwaka 1980 na mwaka 1990. Anatambulika kwa utawala wake uliogubikwa na giza kuhusu vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu. Alitajwa kukandamiza zaidi wapinzani wake kiasi cha kuzuia kasheshe la kupingwa na kukataliwa wazi, hali iliyotikisa sana serikali yake. Uchaguzi wa mwaka 1985 alioshinda ulitajwa kuwa na udanganyifu mkubwa, na kuanzia hapo akaanza kuandamwa na wapinzani wake akiwemo Yomi Johnson na Charles Taylor aliongoza kundi la National Patriotic Front ili kumondoa madarakani. Kukazuka vita kati ya kundi la Taylor na Do, vita iliyowakimbiza maelfu ya raia kwenda kutafuta usalama nchi jirani ya Ivory Coast. Akiwa njiani, Septemba 9 mwaka 1990, akiwa na walinzi wake karibu 60, lilivamiwa na kundi la Yomi Johnson na kauawa siku iliyofuata. Ukawa mwisho wa Doe aliyetajwa kwa mmoja wa viongozi madikteta Afrika katika utawala wake wa miaka kumi uliosababisha vifo vya raia wengi wa Liberia. Namba tano ni jenerali Ibrahim Bare Mainasara Maina Sara mwanajeshi anayetokea kabila dogo la Mauri katika jamii yenye watu wengi wa Hausa, aliyeitawala Naija kwa miaka mitatu kati ya mwaka 1996 mpaka mwaka 1999 kupitia katiba iliyoondoa utawala wa kijeshi mwaka 1991. Kufika mwezi Machi mwaka 1995, Maina Sara akawa mkuu wa majeshi wa nchi hiyo. Uchaguzi wa bunge wa Januari mwaka 1995 ulisababisha mvutano mkubwa kati ya rais wa wakati huo Mahaman Osman na bunge lililokuwa na wabunge wengi wa upinzani chini ya waziri mkuu Hama Amadu. Uhasama wa viongozi hawa ukasababisha serikali kudorora na kuwa hoi bin taban, na hapo ndipo Mainassara kama mkuu wa majeshi akachukua madaraka na kuwa rais kuanzia Januari 27 mwaka 1996. Maina Sara alisema hawezi kuona nchi na dorora kwa sababu rais na waziri wake mkuu wanagombana. Akashika madaraka mpaka alipouawa na walinzi wake Aprili 9 mwaka 1999, akielekea kupanda helikopta katika jiji la Niamey kuelekea nje ya nchi. Ikaelezwa kwamba ni jeshi lilimuua na kufanya mapinduzi ya kiuongozi, ingawa ripoti zingine zinasema aliuawa kwa bahati mbaya, hakuwa mlengo wa shambulio hilo. Baada ya kifo chake, waziri mkuu wa Madu na viongozi wengine wa juu walijitangazia urais, ndipo kiongozi wa kijeshi Dauda Malami Wanki akaingilia kati na kajitangaza urais Aprili 11 mnamo mwaka 1999. Katika hatua iliyotajwa kama mapinduzi makusudi yaliyopangwa. Hata hivyo, Wanki aliyekuwa anasumbuliwa na maradhi na kujikuta kitumia muda mwingi nje ya nchi kwa matibabu, aliachia madaraka miezi tisa baadaye kwa kiongozi wa kuchaguliwa Mamadu Tanja. Ilikuwa ni Disemba mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa. Imeandaliwa kwa msaada wa bibisi mimi naitwa matukio ya kuwawa kwa viongozi wa juu wa nchi duniani yamekuwa yakiongezeka kwa kasi katika miongo ya hivi karibuni, lakini hata kwa uchache wake bado yanatokea. Ripoti moja iliyochapishwa mwaka 1998 nchini Marekani iitwayo Military Medicine inaonyesha kati ya mwaka 1965 mpaka mwaka 1996 viongozi wakuu wa kuwa nchi 261 walifariki kati ya viongozi 144 waliofariki baada ya kutoka madarakani, asilimia 11 waliuawa. Matukio ya kuuawa kwa viongozi hao yanatokea duniani kote, lakini mara nyingi zaidi hutokea katika nchi za mashariki ya kati, Asia ya kusini na nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Ukiacha viongozi wengi huko nyuma kama John Kennedy wa Marekani, Park Chung-hee wa Korea Kusini, Francois Tombalbai wa Chad, Hafizullah Amin wa Afghanistan, Anwari Sadat wa Misri na Thomas Sankara wa Burkina Faso. Wafuatao ni baadhi tu ya viongozi hasa kutoka Afrika ambao waliuawa kwa kushambuliwa kwa risasi wakiwa madarakani. Namba moja ni Idris Debi. Debi ameiongoza Chadi kwa miaka 30 mpaka April mwaka 2021 alipouwawa wakati akiongoza majeshi ya majeshi nchi hiyo kukabiliana na waasi waliokuwa nataka taka kumwondoa madarakani. Kifo chake kilitokea siku moja tu baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na moja, akipata asilimia themanini ya kura zote katika uchaguzi huo wa Aprili kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Deby aliingia madarakani kwa